Ni miaka mitano sasa tangu Meshaki Mathias aweke jembe mkononi na kuanza kilimo cha migomba baada ya kuhitimu kidato cha sita mwaka elfu mbili kumi na sita. Hakuwa na nafasi ya kuendelea na masomo kutokana na changamoto za kifamilia. Safari yake ya kilimo ilianza mara baada ya kupewa ardhi na wazazi wake na kuamua kufanya kilimo mseto, akiweka nguvu katika kilimo cha migomba na kahawa. Kwenye shamba langu hii migomba ya fia ilikuwepo, kama unavyojionea ilikuwepo ya zamani kidogo ya miaka tangia kama 95 kwenda 2000 ilipandwa, ndo ilipandwa, ilipandwa na wazee wangu, lakini hizi nyingine mimi ndo nimekuja naziongeza tangia mwaka 2023 na 22 23. Mafanikio ya shamba alilopewa na wazazi wake lilipelekea kuanzisha shamba la pili, ambapo kwa sasa anavuna mikungu ya ndizi isiyopungua 150 kwa mwezi. Unaweza kukuta jumla, naweza kuwa anavuna mikungu 200 kwa mwezi mia mbili ishirini, mia mbili thelathini zinakuwa zinaingia. Kwa maana ukiangalia tulipo e, bei zake ziko chini, ni wastani wa elfu kumi mpaka kumi na mbili mkungu ambao ni mzuri. Kilimo hiki cha migomba kimemwezesha kijana huyu kuendesha maisha yake, lakini pia amefanikiwa kuanzisha ujenzi wa nyumba ya kuishi. Kutokana na kilimo cha migomba pamoja na kahawa nimeanzisha Ujenzi wa nyumba ambao nina imani mpaka kuja kukamilika inaweza kuwa kwenye wastani wa milioni kama mia mbili. Licha ya kuwa anaendelea kuwahimiza vijana kujihusisha na kilimo hicho, wapo baadhi ambao wameshaanza jitihada za kulima na wameanza kunufaika, jambo ambalo namwambia kijana awai yote wa Tanzania, faida namba moja ya kilimo cha migomba sio kilimo cha msimu. Kama sio kilimo cha msimu ina maana utavuna wakati wowote wa utakuwa na kipato cha uhakika . Sasa katika sehemu hiyo, namshukuru Mungu kwa hilo. Sehemu ya kwanza watoto wangu wamepata bahati ya kusoma kwa ajili ya ulimaji wa ili zao la fia. Njia pekee ambayo inaelezwa na wakulima hawa ni kuwa upatikanaji wa miche hii ni kuwaona wataalamu wa kilimo, lakini pia na kuwaona wakulima wazoefu. Serikali yetu ya Tanzania inatupenda sana ina taasisi mahususi na maalum ambazo zinahusika na tafiti za migomba hapa nchini Tanzania, lakini sio tafiti tu, zinahusika na uzalishaji wa mbegu. Ikimpendeza pia mkulima akahitaji mbegu kwamba hizi za kuchimbua, tunaweza tukawasiliana tukampatia mbegu zilizo bora. Waswahili husema ukitaka mali utaipata shambani. Ni wazi kabisa Meshaki anayaishi maneno hayo na matumaini yake ni kuzidi kubadilisha maisha yake kupitia ya kilimo. Benson Eustace, New Azam News, Bukoba, Kagera.